Hello guys, wazee wa Chimbo Chimboni, leo nawaletea chimbo matata. Hili linawafaa wale wanaojua na wale wanaopenda kula. Kama unapenda nyamanyama, kama unapenda kula sana mpaka ushibe, basi hili linakufaa. Panaitwa skewers ukigugo au kiboti umefika. Wanapatikana Upanga njia ya kwenda Mwimbili. Chimbo hili ni maarufu kwa kitu kinaitwa bufee, yaani unakula mpaka wewe utakapotosheka Wanafungua kuanzia mida ya saa moja mpaka saa nne. Ukifika wo, unakaa mezani unawekewa sahani tupu, halafu wanaanza kupita watu, huyu ana mishikaki, huyu ana kuku, huyu ana tuchips kidogo, huyu ana nini, huyu ana nini, yaani mpaka wewe mwenyewe utakapotosheka. Yaani hapa ni kula kula na kula tena kula mpaka utosheke. Gharama zao ni kuanzia elfu ishirini na tano mpaka elfu thelathini kwa mtu mmoja, kulingana na msimu na wakati mwingine wanakuwa na ofa ambako gharama kwa mtu mmoja inashuka chini ya shilingi elfu ishirini na tano. Kwa kweli, hili chimbo ni zuri sana kama unavyoona hapa. Ndugu yangu walikula sana mpaka akashindwa kutembea, ikabidi tumbebe. Tunajipanga kurudi tena siku nyingine. Chimbo hili ni maarufu kwa nyama. Kama unapenda kula nyama mpaka utosheke, mpaka ushindwe kuwa, mpaka ushindwe kunyanyuka, basi hapa panakufaa. Karibuni sana wazi wa chimbo.